aji wa matumizi ya mifumo ya mahakama mtandao kwa mujibu wa kifungu cha 141 cha sheria ya mahakama ya mahakimu sura ya 11, hakimu hata ruhusiwa kuchunguza au kusikiliza kosa lolote kusimamisha shauri lolote la madai au kusikiliza rufaa yoyote isipokuwa akiwa ameketi katika mahakama ya wazi. Huu ndio msimamo wa kisheria, mahakama ya wazi, Open court na hata ukitaka kuihamisha, kuipeleka eneo ambalo sio la kawaida, lazima kuwe na tangazo, sio kienyeji tu. Lakini lengo la kuanzisha jukwaa hili sio kuwanyima haki wananchi ya kushiriki katika mahakama za wazi, kwa sababu za kijumla jumla zisizozingatia sheria. Unakamata mtu kiongozi wao, unajua kiongozi ana malaki ya wanachama au maelfu ya wanachama, hautaki waje. Hata wakoloni hawakufanya hivyo, sindio? Mr. Pan, yeah. Mwalimu Nyerere si alishtakiwa hapa Kivukoni hapa? yeah. Wakoloni ambao they have no blood relation with us waliruhusu watu wakakaa kule ndani, na zikawa zinapigwa kelele za uhuru ndani ya mahakama walivumilia inakuwaje? sisi tunafanya kitendo ambacho katika macho ya kawaida hakielezeki. Yani, kila nikijaribu kufikiria hizi siku mbili naweza nikasema ni siku za maafa za utawala wa sheria katika taifa hili tangu mahakama iingie, kwa sababu mahakama yetu imeanza kama mwaka elfu mbili na ishirini, si ndio? Mahakama Kuu, sidhani kama kuna tukio limewahi kutokea la aibu kama la tarehe ishirini na nne ni tukio ambalo kama tungeweza kudiliti, yani kudiliti, turudishe tarehe nyuma, i could have done so. Hata kabla mjaja hapa ningediliti hiyo tarehe, kwa sababu ni tarehe ilionifanya nijisikie aibu. Kuwa mwanasheria ni aibu, kuwa afisa wa mahakama ni aibu, ni sawasawa na kukutwa uchi chumbani ukweni. Simple like that aunakutaeeao ndiko tulikojikuta sisi wanasheia ni hali ya kushtua, hali ya kutisha, hali ya. Alafu unakuta wenzetu wanazungumza kawaida tu kama andazi limedondoka business, no business as usual. Watanzania wasichezewe nchi inaongozwa kwa wa kanuni, sheria na katiba na wote tumesoma hizi sheria na ninapokuwa wakili hapa nilipimwa uwezo wangu wa kuzitafsiri kuzitekeleza sheria. Kwa hiyo tusipotoshane. Tumekaa huko mahakamani muda wa kutosha tu, tume practice muda wa kutosha, we know the law. Tuheshimu nchi, tuheshimu sheria zetu, tuheshimu utawala bora. TLS pia inatoa wito kwa mahakama kuhakikisha kwamba watu wote wanaofika kwenye viumba vya mahakama wanakuwa huru kushiriki kikamilifu kwenye usikilizwaji wa kesi na mashauri mbalimbali, mbali na huduma nyingine zinazotolewa na mahakama. Na hili ni jukumu la hakimu na jaji husika, kwa sababu tunapenda sana kurusha lawama kwa watu. Mtu anasema judiciary, it's not a judiciary. We hakimu, unaona watu wanaokuja kwenye kesi yako wanazuiwa, kwani unaendelea na kesi unataka kuibadili kesi kutoka katika mfumo wa kawaida kesi na mawakili. Kwa nini unafanya maamuzi kabla hujashauriana na wahusika? Wakili si ana wateja wake, si ataenda kuongea naye? Kwa nini wahitaji bunduki kutoa maelekezo ya kimahakama? Ni wakati wa mahakama kulinda utukufu wake kwa wivu. Mahakama ni muhimili unaojitegemea na unawajibika kwa umma. Nimesikia kuna mtu anasema tunawajibika serikalini. Haiwajibiki serikalini, mahakama haiwajibiki kwa bunge, inawajibika kwa umma. Ukishateuliwa umeteuliwa, basi. Ndio maana viongozi wa mahakama, majaji na mahakimu, hatutakiw hata kuwaona, sijui mkuu wa mkoa anaapishwa na unamwona jaji yuko kule. Ule ni muhimili kamili, unajitosheleza, una taratibu zake, hauwajibiki kwa mtu wala hutaki kupata ufafanuzi wa Bashungu. Eti Bashungu anaieleza mahakama? Bashungu anaieleza mahakama, ni nani mahakama? Akisutu Bashungu ni nani kwenye utaratibu wa kimahakama? Nakuuliza, Bashungu huwa hayu? Kwani mnasababisha keos kwenye nchi? Ukipewa uwaziri, ni instrumenti kubwa, you have 100 of people chini yako. Kwa nini usiwaite na kuomba ushauri? tunatoa statement zinazoizalilisha na kuivua nguo mahakama. Na tatizo moja, mwelewe mfumo wa mahakama, mahakama haiendagi habari, maelezo, kujieleza. Nadhani mnaelewa, kwa sababu kuna watu wanauliza, mbona mahakama iko kimya? Mahakama haiendagi, sisi wadau ndo tutapiga kelele, na hili likijirudia, kupitia baraza la uongozi, tutawaambia mawakili wote tuweke kalamu chini. Hatutavumilia. lile ni eneo letu la kazi, ni eneo takatifu liheshimiwe. Tunasema tunavutia wawekezaji. utamleta mwekezaji gani kwenye mfumo wa sheria uliotapatika, ambao anajua kabisa mahakama haiheshimiwi? Anaweza akaingia tu mgambo pale akakata watu wote, katafunua na kufukuzia vichakani huku na asiojiwe, nani atakuja kuleta mabilioni yake kwenye hiyo nchi? Kwani tunadhalilisha taifa kwa kutafuta sifa za kijinga, hata kama ni vyeo, vyeo havitoshi. Nilimwambia mtu siku moja, kama kuna IGP mmoja, hata kama tunatamani wa IGP. Kwa nini muumize watu? Kwani kila mtu atakuwa IGP? Haiwezekani, lazima mtu hukubali tu kwamba wote hatuwezi kuwa marais, hatuwezi kuwa ma IGP, wala hatuwezi kuwa mawaziri. Tukilitambua hilo, tutathamini utu. Utu haupo katika taifa, unadidimia. Ndio maana ya haya yote yanayojitokeza, ndugu zangu, sisi TLS kama taasisi ya kisheria iliyojengwa juu